Yangu yana wewe Mungu, tumaini la moyo wako mimi meliweka msaada wa kari asante kwa ajili ya siku ya nzuri ya leo, jumapili ya baraka kabisa. Subuhi njema, chana mwema Bwana. Sante kwa kutukirimia siku ya leo, tunakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa neema yako jui malabao. Uwepo wako na nguvu zako umetanda tangu alfajiri, kibali chako kimetanda tangu alfajiri. Sante kwa harufu nzuri na manukato mazuri, watakwenda kunukia watoto wako leo. Siku ya leo uwepo wako tamalaki maradufu, neema ni tamalaki maradufu nikiweka ibada iguwako, asitoke mtu kama alivyoingia. Mtoto wako tusitoke kama tulivyoingia, kibali chako kitufunike, malaika wako wametuzingira wazidi kuongezeka. Asante Roho Mtakatifu, rapo ya Baba rapo, rapo shikilia Baba ya ripo ya Baba asante

ya makofi makofi makofi, kwa a su. Asante Baba yangu, ana leo ni siku yangu nyingine ya kufunguliwa tena. Hebu sema leo ni siku yangu nyingine ya kufunguliwa tena. Leo ni siku yangu nyingine ya kufunguliwa. Leo ni siku yangu rufu ya rufu mbaya kuniachia. Leo ni siku yangu wa wa ya kufunguliwa tena. Ninakushukuru Baba yangu. Maana nitafunguliwa tena. Maana nitatoka tena. Maana kila giza, maana kila rufu mbaya iliyoshikilia maisha yangu itaniachia tena Katika jina la Yesu. Itaniachia, itaniachia. Itaniachia, itaniachia. Itani. Hebu itani kiri zama itaniachia, itani. Nina matarajio, nina matarajio. Ni lazima kila siku uwe na hamu na matarajio ya kufunguliwa. Kinachoteza watu wengi ni ibada ya mazoea, lakini kila siku huwa una hamu na matarajio ya kufunguliwa. Asante Yesu, ilifunguliwa jana na leo tena. Nataka nikuone ukikaa kwa stahili ya matarajio, lakini pia ongeza, ongeza kiwango cha matarajio, maana matarajio nayo huwa kwa kiwango, kiwango, kiwango, kwa kiwango ni sawasawa na vile vile neno la Mungu anayelisikia mwingine litamzalia matunda 30 mwingine 60 na mwingine mia. Kwa hiyo hata matarajio huwa kwa kiwango, wengine 30 wengine 60 wengine mia kwa mia. Sasa narudia hivi kwa sababu gani? Ili ufunguliwe kweli. Una matarajio lakini bado bado ni 30, funguliwa kwa kiwango kidogo, au unatoka kidogo kidogo lakini yakifika mia lazima utafunguliwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kila siku hakikisha unaongeza kiwango cha matarajio yako. Mungu anaangalia tu matarajio na matamanio. Usipokuwa na matamanio, huwa hakupi haja ya moyo wako, ila ukawa na matamanio, ukasema lazima ibada hii ni ya kwangu na nitafunguliwa na nitatoka kama, yaani sitatoka kama nilivyoingia, lazima o lazima na yeye atafanya sawa sawa na kiwango cha <coughs> matarajio yako utulivu wako tu ili ya kutendee mpaka kushangaza usichanganye changanye mambo ni hatari mm. bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe iko siku nitawafundisha nguvu au kwa namna gani ukichanganya changanya madhabahu nini kinaweza kikatokea kiroho sasa na kimaandiko nitakufundisha Nitakufundisha sasa, ukikutana na madhabahu ya kweli alafu ukawa unaenda kwenye madhabahu ya uongo au madhabahu ambazo zimesha najisika, unatengeneza bomu na shoti ya ajabu sana. Unakuta kuna wengine wanaweza wakafa ghafla, anakufa ghafla, alafu anaanza kulaumu kwamba mbona, hey, amekufa na yuko kwa nabii tena, nabii mbona hakuona? ha-ha ametengeneza shoti mwenyewe ya ajabu kabisa kwenye ulimwengu wa roho. Maana ziko madhabahu zinazoabudu shetani. Ziko madhabahu zinazoabudu miungu. Ziko madhabahu mtu ana yuko kwenye madhabahu, lakini anategemea nguvu yake ni kwenye miungu ya kwao. Kwa hiyo anaponya watu kwa kupitia nguvu ya miungu ya kwao. Na analitaja jina la Yesu ndio manabii wa, wa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajikuta unajitengenezea bomu la hatari. Na ukishafika hapo watu wanasema, "Oh, a a natutaka natuvuta, a anataka tu tukae hapa hapa." Sawa, endelea. Mwambie mama, wewe mama anasema, "Sawa, wewe endelea." Ila iko siku utamkumbuka. Eh, hey, ukishafika hapo mama, unajua anatutaka natuvuta kwake. A a, Mimi nakwambia ukweli. Sasa wewe ni hiari yako kuchagua, uzima au mauti. Lakini mimi nakuomba tu utulie ili